Tuelekee kwake Robert Masai ambapo anatueleza kwamba siku chache baada ya Wizara ya Utalii kuchapisha mchakato wa kuhamisha mbuga ya Amboseli hadi kaunti ya Kajiado, Bunge la Kajiado linatarajiwa kuwasilisha mswada kwenye vikao vya bunge mashinani Juma lijalo. Uongozi wa kaunti ya Kajiado ulifika katika eneo la Amboseli Kajiado Kusini kukagua maandalizi ya sherehe kita za kitamaduni za jamii ya Maa itakayoanza rasmi wiki ijayo. Viongozi hao wakiongozwa na gavana Joseph Olelengu wanasema Kajiado iko tayari kupokea pokea wageni zaidi ya elfu ishirini ambao watafika Amboseli kuhudhuria awamu ya tatu ya sherehe hizo. Na we want to assure you kwamba Kajiado County tuko tayari na tumekuja hapa kufanya inspection, kila kitu iko tayari, so tunawaalika wote tuje tusherehekee ma culture week. Wiki hiyo pia tutakuwa na hafla muhimu ambayo serikali kuu kupitia maagizo ya Rais Ruto wanakuja kukabidhi Amboseli kwa jamii yetu, na hiyo ni jambo kubwa ambayo inatatua shida tunaita historical injustice. Kwenye sherehe hizo bunge la Kajiado litaendeleza misururi ya vikao vyake mashinani maarufu bunge mashinani, ambapo moja Amboseli, ya ajenda yake itakuwa kuwasilisha mswada unaohusu mchakato wa kuhamisha mbuga ya Amboseli hadi serikali ya kaunti ya Kajiado. You know the bill is very clear because it will be guided by the deed.

Wiki mbili zilizopita, wizara ya utalii ilichapisha mchakato huo wa kuhamisha usimamizi wa mbuga ya Amboseli kwenye gazeti rasmi la serikali, ikiashiria kipindi cha lala salama kabla ya mchakato huo kukamilika. Sisi furaha yetu ni kwamba tunatarajia pakubwa, tukisubiria kwamba Amboseli, rais wetu atataja na atasema kwa sauti kwamba Amboseli leo tumerudisha katika mkono ya wenyeji ambaye ni wa Masai ambaye pia ni Kajiado kwa ujumla na sisi tutafurahia. Hiyo ndio tangazo ambaye sisi tunataka na kusikia kutoka kwa mdomo yake hasa Rais. Na tunashukuru na kumpongeza Rais kwa kusikia kilio chetu na kukubaliana na sisi kwamba hiyo ilikuwa ni dhuluma kwa jamii yetu. Na kwa hivyo tunakuja pia kusherekea uamuzi na gazettement ya maneno ya Amboseli. Wakati hayo yanajiri, matarajio ni mengi kutoka kwa umma kuhusu uhamisho huo, wakisema uhamisho huo utatatua mojawapo ya dhuluma za kihistoria kwa jamii ya ma. Kuanzia tarehe nne hadi tisa, wananchi kutoka kaunti za ma, kuanzia Laikipia, Samburu, Narok na Kajiado watakongamana hapa kusherekea tamaduni ya jamii hiyo. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Amboseli, Kajiado Kusini.